Tulikuwa na kikao hapa kuelekea uchaguzi mkuu wa serikali ambao unakuja mbele yetu. Kwao tuliwaita waganga tukafanya nao kikao. Kwao tumezungumza na waganga kwamba tunaelekea uchaguzi mkuu, hawa wanaogombea hizi nafasi za udiwani, ubunge watapita kwa waganga watiba asilia. Sasa mashariti ambayo watakayokuwa wanatoa waganga kwamba yanaweza yakaleta shida. Utakuta mtu anamwambia labda ili ushinde uwe diwani, uwe mbunge. Kalete damu ya mtu. Kalete mvim, kiungo cha mtu, kalete mguu siyo wa nani. Pengine kalete kichwa cha albino ili ufanikiwe kushinda. Hilo ndio ilikuwa dhamira yetu kwamba kuambia waganga wasijihusishe na mambo hayo. Tusimamie uchaguzi uende kwa amani na salama, kusiwe na mauaji, mganga asisababishe mauaji kwamba ili huyu ashinde, eti kichukuliwe kiungo cha binadamu mwingine, huyu afe alafu huyu abaki. Hilo ndio tulikuwa tunakemea, ndio kikao hiki tulikuwa nacho leo hapa. Tulikuwa tunawaambia waganga kwamba wasijihusishe na mambo hayo, upigaji wa ramli chonganishi, kwamba ili ushinde kikwazo ni, ni yule aliyepo au kikwazo we mwenyeji ni yule ambaye anakuja anaonekana kabisa, huyu ana nguvu, kwa hiyo anaweza akakuharibia. Nini kifanyike? kwa hiyo yanafanyika kwamba labda pengine wanashiriki hata mauaji kwamba yule auawe, ili kumpa nafasi huyu, asiwe na kazi ngumu sana katika kuomba kula, yani yashinde. Hicho ndio tulikuwa tunakikemea, kwamba waganga wasijihusishe na uhalifu wa aina yoyote katika uchaguzi mkuu unaokuja mbele yetu, na tumeweka utaratibu, mganga awe mlinzi wa mganga mwenzake. Kwa hiyo tuna kikundi cha utoaji wa taarifa, kama jinsi tunaita intelijensia kwamba tunapopata zile taarifa basi, sisi kamati huenda umfuate yule mganga na kumfikishia kwenye kamati ya nidhamu, kuepuka utabiri wa uongo mfano. Anawe, mfano kama mtu ametoa hela mali zake atakuwekea visasi. Lile jambo lilo mtabiria, ukamwaminisha kwamba wewe utakuwa labda mbunge, utakuwa waziri, au utakuwa mwenyekiti au utakuwa diwani, halafu akatoa hela, akatoa sijui ng'ombe, sijui akatoa nini. Asipofanikiwa, umejiongezea uadui. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Nitaka nisisitize, unajua mnapotaka kumlalamikia mtu, kwanza nyinyi lazima mkamilishe yale masharti mnayokubalia. Tumeelewana. Kwa hiyo ninawaombeeni waganga kwamba yale masharti ambayo yako kwenye serikali na masharti ambayo kwa mfano ya leseni kwa mfano ya nini, tekelezeni kwanza nyinyi wajibu wenu. Hizi leseni zina muda, si ndio? Ikifikia, kabla ya muda, unajiandaa unachukua leseni ili wewe ukutwe pale umetekeleza yale matakwa ya serikali, umetekeleza matakwa ambayo ya, ya, ya, ya ushirika wenu nyinyi, ndio mnawajua sasa hata kama inashinda bahati, leo tumekuja sisi, leteni majina kwetu sisi, sisi tuwashughulikie. Eh, kama wewe unashinda, wewe leta tu.